Ahlan wasahlan wamarhaban bikum fi daurat alqurani alkarim, Dhikri Only Academy. Tunaendelea na darasa yetu la tilawati lquran, na leo tunaingia katika sura nyingine hii kwa Quran transliteration. a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi <tinyatikin> rahmani rahim

Bismillahi rahmani rahim, zingatia haya makosa kwenye uandishi wa hivi kulingana na bara la wenzetu, na huku waliotengeneza lafdhi zao na zetu zinakuwa tofauti. Wailul likulli huma zati lumaza, alladhi kwa hapo ni alladhi, solazi alladhi

Ikhwana wa hababa na ikram, humaza maana yake ni mtu mwenye kubeza au kumsema mwingine. Sura hii imeteremshwa Maka na ina aya tisa. Jambo kubwa linalozungumziwa katika sura hii ni onyo kali kwa wale wanaodharau, kusema vibaya na kujivuna kwa mali. Baada audhubillahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Allahu tabaraka wataala anasema Wailu likulli humazati lumaza, ole wake kwa kila mwenye kubeza na kusema vibaya kwa maneno au ishara. inakusudiwa hapo maana yake nini? Wailu likulli humazati lumaza. Humaza, yule anayewadharau watu kwa maneno lumaza ni yule anayewadharau kwa vitendo au ishara, kama kucheka, kupiga jicho au kuonyesha ishara ya dharau. Unamwona ah, yule hivo kwa hiyo wailul likulli humazatil lumaza, ole wake kwa kila mwenye kubeza. Maana yake kubeza kwa kuwadharau watu kwa maneno, na lumaza yule anayewadharau watu kwa vitendo au ishara. Wailul likulli humazatil lumaza, ole wake kwa kila mwenye kubeza na kusema vibaya. Kwa hiyo anabeza kwa kwa, kwa anawadharau watu kwa maneno na lumaza yule anayewadharau kwa vitendo au ishara kama kucheka, kupiga jicho, kuonyesha ishara. alladhi jamaa mala wa addada, ambaye amekusanya mali na kuhesabu eh? hesabu yake yani, anaona fahari kwa mali yake, kila siku anahesabu alicho nacho, akidhani hiyo ndio thamani yake eh? ambaye amekusanya mali na kuyahesabu bila kuyatumia katika njia za heri anaona la mali zinaongezeka, anahesabu ana nyingi na mfano wake, bila kuzitumia katika utaratibu uliokuwa uliokuwa mzuri. Ah, yahsabu anna ma lahu akhlada, anadhani kuwa mali yake itamfanya aishi milele. Yani mtu huyu ana dhana ya kibri kwamba mali itamkinga na mauti au itamfanya asife wala asihukumiwe. Ah, kalla Ha? la hasha layumbadhanna fil hutama, hakika atatupwa katika hutama. Hutama ni nini? Ni jina la moja ya aina za moto wa Jahannam, yani wenye kuvunjavunja, kwa sababu unavunja kila kitu chenye kuingia humo. Hutama maana yake kuvunjavunja, moto huo. wama adraka malhutama, wama adraka malhutama na ni, na, na ni nini kitakachokufahamisha hiyo hutama? Yani ni kuuliza kwa namna ya kutisha kidogo na kuonyesha ukubwa wa hiyo adhabu, unajua hiyo adhabu ni kubwa kiasi gani. Wa ma adraka mal hutama, narullahi almuqada ni moto wa Allah uliowashwa vikali, yaani ni moto wenye nguvu kubwa, sio moto wa kawaida. Ndio maana yake allati tattaliu ala alafida. Unaofika hadi ndani ya nyoyo, unaofika hadi ndani ya nyoyo. Yaani moto huu utachoma mpaka ndani ya moyo, sehemu ya hisia eh, kibri na nia ovu, sehemu hizo ambapo kunakaa kwenye nyoyo huko. inna alaihim musada, hakika moto huo umefungwa juu yao, yaani watalazwa humo bila ya nafasi ya kutoka, milango imefungwa kabisa. Fi amadi mumaddada, ndani ya nguzo zilizonyoshwa. Yani watafungwa kwa minyororo mikubwa au nguzo ndefu ndani ya moto huo, ishara kuwa ni adhabu yenye kudumu. Allahu tabaraka wa taala atufanyie wepesi, tuweze kuiishi Qurani, kuwa na hofu na Qurani na kuyafanyia kazi juu ya haya. Kwa hivyo itahidi kuisoma hii sura Unaweka pause video yako, una play aya kwa aya, uelewe maana yake na mfano wake, kama hivyo. Kwa hiyo kama hapo imeandikwa eh, adhabu kali itawathubutukia kila mwenye kuramba kishogo msengenyaji, yani ambaye amekusanya mali na kuyahesabu tu bila ya kuyatumia katika njia za heri. Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha, yatambakisha milele. Hasha, bila shaka atavurumizwa katika moto unaoitwa Hutama na ni nini au jambo gani itakaokujulisha ukajua ni nini huu Hutama? Eh, basi ni moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa kwa ukali barabara, ambao unapanda nyoyoni. Hakika huo moto watafungwa wawemo ndani yake kwa magogo marefu. Ahsantum, fajazakumullahu khairan, wa ba'da alkhair, wa jannatu fidaus inshaallah taala. Usisahau ku like comment, ku share na wengine na kama hauna hizi masafu zetu za soft copy, na wewe uweze kupata na uweze kusikiliza basi unaweza kutucheki kwenye WhatsApp kwa nambari 0713225702, lakini pia tuweze kusikiliza na kuifanya programu yako ya kufundishwa Quran, Kiarabu, Kiingereza. Hizo ni baadhi ya programu ambazo zinaendelea katika Doa Academy. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.